Hivi unajua kwamba kwa kutumia email yako unaweza ukatunza namba za simu, unaweza kutunza taarifa kama vyeti ama picha, na hata kama simu ikipotea, basi vitu hivyo vinakuwa vijapotea muhimu. Unakumbuka password ya email yako? Naomba unfollow kisha tuone. Bila shaka kwenye simu yako kuna application kama hii hapa. Kama hauna, ingia play store na ukainstall, then utaifungua hiyo application yako, itafungua kwa muonekano kama huo. Utachotakiwa kufanya, unatakiwa kutengeneza kwanza folder kwa ajili ya kuhifadhi taarifa zako Utabonyeza kialama cha kujumlisha hapa chini kulia, utabonyeza sehemu iliyoandikwa folder, then utaandika jina la folder unalotaka, then utabonyeza create. Baada ya kubonyeza create, ndio gusa folder yako hilo ifungue. Ikisha funguka, bonyeza tena hapa kwenye kialama cha kujumlisha. Utabonyeza hapa sehemu iliyoandikwa upload yenye kimshale kuelekea juu. Basi hapa itafunguka kwenye mafaili mbalimbali, unaweza kaangalia picha na ukatunza. Mimi nataka nitunze picha moja hapa, picha moja nitunze, hii hapa. Nitabonyeza hiyo, kisha nitabonyeza done. Nitabonyeza done, nitakuja hapa, nitabonyeza upload huko juu kulia. Yeah. Baada hapo picha yangu ita upload kisha kamilika, itaingia hii hapa. Hivyo hapa hata kama nikipoteza simu hivi mnadi tu, nakumbuka email yangu, siwezi kuwa na wasiwasi email yangu kwa sababu naikumbuka, nita nikipoteza simu, nitaingia kwenye simu nyingine, nita install email yangu then nitaingia hapa hapa kwenye Google Drive na nitakuta picha zangu zikiwa ziko hapo. Kwa chisi nyingine kama hizi namba fora